Ili kupata, ili kupata mustakabali ambao katika tasnia ya, ya tehama nilikuwa nimeanzisha jiku jiku hii. Watu wengi wanajuaga labda ndo ndio nini, jikujiku jiku ni brand tu mi ni mm -hmm. nini na majina yangu mengine lakini jiku jiku ni brand ambayo inasimama badala ya hao. Hii inakuwa ni jifunze kutangulia ji, inakuwa ni jifunze ile kuu, inakuwa ni kutangulia. Kwa hiyo ikiwa tips tunasema kwamba ni teknolojia ya yeah, kujifunza kutangulia. Eh, kiamini kwamba huwezi kutangulia kichwa kichwa. Ukitangulia kichwa kichwa ni sawa, utafika, lakini pale unapoamua unapo kuchukua muda wa kujifunza kwanza mbinu za kutangulia ili ndio uweze kutangulia, basi unaweza ukatangulia kwa haraka, ukaenda kumpikta hata yule anayeenda kwa mbiringe mbiringe. Kwa maana kwamba ukifanya juhudi za bila ujuzi wa kufika mahala fulani, inakuwa ni changamoto. Unatumia labda, unaweza ukatumia hata unaweza ukatumia hata miaka kumi, lakini ukiwa na taaluma na na mahali hapo unapotaka kufika, unaweza ukatumia hata hata labda hata miaka miwili. Ndio ilikuwa wazo la Jikutechi. Kwa yote kwa yote, tulikuwa tunahusiana na masuala ya teknolojia, kwa sababu mimi mwenyewe ni mdai wa teknolojia. Nimehusika katika kufundisha vijana vijana wenzangu vijana wenzangu kidogo kuhusiana na programming, na walikuwa wakifanya mambo yao nimekuwa akufanya mambo yao na wanaendelea vizuri, lakini changamoto inakuja, nimeshindwa kuendelea kufundisha kutokana na kwamba hali ni ngumu kwa tasnia ya tehama katika nchi yetu au katika jamii yetu ya Kiswahili. Masuala ya tehama yanaonekana ni masuala ya kigeni, yanaonekana ni masuala ambayo ni ya kigeni, na hivyo mtu wa ndani unayojihusisha na masuala ya tehama unakuwa hauna mvuto kitu chenye mvuto ni kile kinachotoka nje, kile ambacho mawazo yameasisiwa nje. Nasamini hivyo. Sasa mtu unakuwa unajiuliza, sasa uwezo ukakaa ukaanza kulaumu mambo mbalimbali mbali, ya mamlaka mbalimbali mbali. Wakati we mwenyewe unaweza ukafanya kitu hapo ulipo, unaweza ukafanya kitu, uwezo ukakaa ukaanza kulaumu mala au labda vio vina mitaala mibovu au uko chuoni hajatufundisha ile ambacho kinatakiwa mwisho wa siku, kila kitu huwa kiende. Kwa bahati mbaya, kila mtu alipo huwa anakuwa anafuata utaratibu. Unafika, unakuwa unapanga kufika mbali kwenye kitu fulani, ni muhimu kuangalia dhamira yako na kuona unafikaje na sio kukaa kuanza kulaumu mtu baada ya kufanya upembuzi wa kina wa suluhisho la kudumu. Sasa unamsaidiaje mtu? Kwa sababu huwezi ukamfundisha mtu ukasema na kufundisha programming, na kufundisha Java na kufundisha PHP, na kufundisha eh, na kufundisha framework zote labda Laravel labda na kufundisha React labda na kufundisha na mambo kibao na kufundisha JavaScript, TypeScript ili uweze kutengeneza mobile application eh, au labda web apps au websites bila ku... ataje fedha hata kama kupata fedha ka, unaweza ukapata ujuzi huo ukatengeneza website yako nzuri kabisa ya viwango vya juu kushinda hata watu wa nje, lakini kutokana na kasumba au niseme mtazamo wa jamii ya Kiswahili unakuwa hauna soko, hata kama hiyo kazi yako ni ni nzuri. Kwa sasa cha kufanya inakuwa ni kitu gani? Hapo nifanye upembuzi wa kutosha, tangu nimekuwa kimya hapa, sifanye tena promotion za kufundisha, sifanye tena promotion za vitabu vya tehama ambavyo hivyo mpaka sasa, lakini yote ilikuwa ni katika kufikia mustakabali. Na baada ya kuwa nimefikia suluhisho ambayo naweza nikalileta kwako nikakusaidia mimi na wewe, basi nimeamua kuja live, sio tena nilivyokuwa nakuja na posti tu makala content za, content za maandishi na posti vitabu na posti mambo mbalimbali. Sasa hizi nataka nijumuike na wewe, wewe mwenye kutaka kwa sababu naamini watu wengi walipo kwenye akaunti hii au watu wanaofahamu brand hii ya Tech Tips ni wanatehama eh, ni wanatehama ambao bado vile vile ni wasakatonge, kwa sababu kwa sababu sijaona brand labda kusema Kitanzania ambayo inawika ambayo inaweza kawa ni mfano wa kuigwa kama yalivyo makampuni mengine makubwa ya Facebook, Google na kampuni zingine, nchi zingine Mm, hatuna zile hata zile web services kama ilivyo Olako. Nasema Oracle ni kampuni ambayo wanaifahamu wanatehama. Na, na mtu wa kawaida hawezi kufahamu tofauti na makampuni mengine yanayofahamika kama TikTok, Instagram haika. Lakini ninaposema Oracle, mtu unanielewa. Kampuni za chini chini. Kwa mfano Cloudflare. Eh, ile Cloudflare ile watu wa Tehama ndo wanaifahamu, lakini kampuni kubwa na inatoa service na inanufaika. Sisi hatuwezi kuwa na vitu kama hivyo vya ndani. Unakuta ni mnyororo ambao upo ulipoanzia. Sasa wewe ukija kudandia gari katikati, inakuwa changamoto kuweza kuwa na nguvu kama walizonazo wao eh. Kwa hiyo nimekuja hapa ili kuweza kukukaribisha kwenye mjadala utakao kuwa unaendelea kwenye mtandao wa TikTok. Nafikiri TikTok ni jukwaa zuri ambalo linakuwezesha mtu, tunakuwa tunahojiana vizuri kwa kuwa live, mtu unahojiana, unapandisha mwingine, unamshusha mwingine inakuwa ni vizuri. Hii ni brand ya Jikute Chips, inahusika na masuala ya tehama, maswala ya tehama ya programming software development, lakini kule ni Ndangisha Kafumo ambayo ni brand nayo inao, inao soma mambo mbalimbali ya ufahamu siri mbalimbali za ufahamu, kitu gani kipo nyuma ya watu ambao wanavumbua vitu. Imekuwa uh -huh. Ni vizuri sana kushare na wewe, kwa sababu ni kitu kizuri ni kitu kizuri ambacho mimi sintalazimisha mtu kuweza kukiamini au kukielewa au kukifata, ila ni kitu kizuri kwa wale wachache. Ni kitu kizuri ambacho kwa wale wachache watakaonufaika nacho, watakuwa na mchango mkubwa sana kwa jamii ya Kiswahili, watakuwa na mchango mkubwa sana kwa jamii ya Kiswahili. Kwa hiyo nasisitiza, wewe mwenye kutaka kujifunza tehama, wewe ambaye ni mtaalamu wa tehama kunishinda kuna wengine huwa wanakuwa wanashika na ile ego, tunasema ego au tunasema jeuli ile ya kusema kwamba, ah, huyo bwana mdogo mbona mi namjua, najua yeye yeah, anajua java na nini na nini na nini, mi najua zaidi yake. Kuna mwingine amewa kuniambia hapa kwamba oh, huwezi kwa ukamwambia mtajifunza HTML na CSS unadumaza, labda lazima mtu ufahamu misingi C si programming language, ufahamu si assembly ili uweze kufahamu system ya architecture, mambo kibao mengi ya kitaalamu. Huwezi kuwa mwepesi mwepesi namna hiyo. Lakini ukija kufuatilia, ukija kuingia kwenye C si programming tena, unakutana na ugumu. C si, ni platform selective sana. Unaweza kutengeneza mifumo mbalimbali ya huku na kule, ila ni selective sana. Kwa hiyo unakuja unaangalia vijana wengi wanaingia kwenye kujifunza mambo ya tehama, lakini mwisho wa siku wanaishia kwenye utapeli udii anaanza, o mimi na clark mara, o mimi natengeneza roboti mara, roboti, mara o si nini? Sasa hayo ni mambo ambayo hayawezi kukusaidia wala kukufikisha mbali. Mwisho wa siku kwenye mjadala huwa anaibuka mtu ambaye anakuwa asema ametokana na kitu fulani, kama ambavyo watu mbalimbali wametoka Harvard, kama vile ambavyo watu mbalimbali wakubwa wametoka Udism, kama vile watu mbalimbali wakubwa wametoka DIT, kama vile watu mbalimbali mbali wametoka kwenye vyuo fulani maarufu eh, na kama vile ambavyo wachezaji hutokea kwenye academy. Mm, sidhani kama academy huwa zinakuwa zinamilikiwa na serikali, lakini ni vitu ambavyo vinaibua vipaji vya mtu na kuta hadi anakuwa maarufu kwenye timu ya taifa ambayo inahusiana moja kwa moja na serikali. Mm. Kwa hii inaweza nikachukulia ni kama ni academy au kana namna fulani ka kujifua mambo fulani ya ziada ya kuongezea pale mtu uliopo. Mm. Kwa hiyo nakukaribisha sana kwenye live itakayokuwa inaendelea TikTok. Eh, uh, nitaweka posti hapa, nitaweka posti hapa, utaweza kuiona na kama utakuwa umevutiwa, unaweza ukafollow. Sisemi kwamba tu ndio kae muda wote unasikilizia live au na nini ushughulishe, hakuna kitu kita hakuna kitu ambacho kitaathiri shughuli zako, shughuli zako zitabaki zilivyo. Eh, uh, shughuli zako zitabaki zilivyo, lakini utaongeza kitu wewe, ambaye unafanya shughuli yoyote, hata kama sio mwanatayama elimu inayotolewa huko sio kitu cha mchezo mchezo, sio kitu cha mchezo mchezo. Ni elimu ambayo ni kubwa sana, na ni elimu ya asili. Naweza kusema ni elimu ambayo naitoa kwa uwazi, lakini mtu ambaye hauna ufahamu hauwezi kuelewa. Kama hauna ufahamu hauwezi kuelewa, utabaki na elimu zako hizo mgando. Eh, ambazo wa, ndo hivyo sasa, tunazidi kuzeeka tangu vivyo vimeanza, hatuna utaalamu wowote, hakuna shughuli yoyote wote. Tunakaa tunategemea serikali tufanyie maajabu watu wenyewe. Hata tukisema tuombe kazi kwenye nafasi zilizopo, hata hatuwezi kutosha. Kwa ni swala la mtu, kila mtu kuchukua jukumu lake, kujua majukumu yake kutokana na alivyozaliwa na tamaa zake, na anatamani kuwa kitu gani kwenye maisha. Hapa mimi naongea zaidi zaidi na wanatehama, na wanatehama watu wengine. Karibuni kwenye hiyo live itakayokuwa inaendelea, ili tuweze kupata suluhisho la pamoja tuweze kupata suluhisho la pamoja, tutengeneze, tuwe na TikTok za ndani, tuwe na social media za ndani, tuwe na vitu vingi ambavyo tuna vihold wenyewe. Sio hivyo tu, uh, hivyo tu hata teknolojia zingine hata teknolojia zingine. Elimu hiyo kama nilivyokuambia ni elimu ya asili, ni elimu ambayo inaibua mjadala wa ufahamu, ni elimu ya asili. Kwa yule mwenye macho ya juu juu au mwenye fahamu za juujuu, hawezi kuelewa, hawezi kuelewa na katika huko kwenye Ndangisha Kafumo, wale ambao wanakuwa wanaelewa ni wale ambao walikuwa wameshaanza kusakasaka saka hii elimu hiyo, ameshasoma vitabu nenda rudi, ameshajiunga hapa na pale, hajaelewa. Sasa akija kukutana, elimu hii inamfanya, inampa, ina summary. Na watu wengi wanaokuwa wanapata kuelewa elimu ni wale watu wazima ambao tayari wanafahamu mambo mengi, ambao wanafahamu mambo mengi, anajua kitu fulani, hichi kitu nimekijua tangu tangu miaka, lakini topic imekuwa mpya kwa upande wangu na ninaona kama ina msaada na inasaidia. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Ninakusisitiza uwepo huko ili tuweze kujadili pamoja kuhusiana na tehama na mambo mengine ya kizalendo. Mambo mengine ya kizalendo. Ah, mambo mengine ya kizalendo. Sio mchezo. Ni mambo ambayo ni asili, ni mambo ambayo ni asili sana, ni mambo ambayo ni asili sana. Hii siri sio kwamba ni siri ambayo imekuwa imetundikwa kwenye mti. Na kwa imetundikwa kwenye mti hapana. Hiyo ni siri ambayo unaigundua kwenye ufahamu wako wewe. Unaigundua kwenye ufahamu wako na yule mwenye kufahamu kile unachokizungumza anakuwa anajua hatari yake. Hicho kitu ninachokuwa nakisema mimi hapa, mtu mwenye kufahamu anajua hatari yake, na wewe mwenyewe ukigundua kichwani mwako utaweza kufahamu hatari ya ufahamu huo ninaozungumzia mimi, utaweza kujua hatari yake, na utaweza kujua jinsi ilivyo mkombozi kwa hali tuliyonayo sisi. mm? Mi nafikiri niishie hapo nisiongee sana ila nakaribisha, na nafikiri nimetoa, nimekuja live ili kila mtu ajue, kila mtu ajue, usije ukasema mimi sikuambiwa au vipi. Na kuna watu ambao huwa wananielewa, kuna watu wengine ambao wanakuwa hawakuelewi. Ndio asili ilivyo, ndio asili ilivyo, yaani uwezi ukaeleweka na kila mtu, na sio hali ya kuchukia, na sio hali ya kujisikia vibaya, na wala sijisikii vibaya mtu kutokunielewa na wala sijipongezi mtu kunielewa, kwa sababu mimi mwenyewe kuna vitu naweza kujifunza mbele yake. Naomba, nataka kuingia kwenye mjadala, ili tuweze kuja na mustakabali wa pamoja, kwa sababu nina kitu ambacho kinaweza kukaleta hoja ambazo zinaweza zikatupeleka mahali fulani, ukafanya kitu kipya. Kwa hiyo karibuni sana, mi yangu ni hayo. Nafikiri watu wote ambao wapo kwenye jiko cha tips huwa wanafahamu mawasiliano yangu, jinsi ya kunipata huwa wanajua eh, mm. Huwa wanajua kama una swali lako la pekee la private, unaweza uka unaweza ukaja hapa, unaweza ukanitafuta.